Asante sana asante sana mista Spika, mimi nitaanza na hii mada ya Tanzania. Nimeona jana mama suluhu Hassan anasema ya kwamba kuna watu wameshindwa kwa nchi yao, wameharibu nchi yao, sasa wanakuja hapa Kenya, wanakuja Tanzania, wanataka kutuharibia nchi. Mimi nataka niambie mama Samia suluhu heshimu wa Kenya namba one kwa sababu sisi wa Kenya ndio tunafanya hata hao wanamuziki wana trend Kenya mzima hapa na East Africa. Sisi ndio tunawainua hao kina Diamond, anaenda huko anakulwa na pididi kwa mataka, anarudi kwa hivi. Hapa waambie heshima wa Kenya, historia, historia wa Kenya, hakuna mwanamuziki amekulwa na mtu na kwa mataka Diamond ameenda akakula kwa matako. Mate ako kwa kampeni yako na nakuchapua bomba ziu wa Kenya a. Wewe ni mama ambayo umechukua ofisi wakati presidenti mwenye alikuwa kwa power alikufa, haujachaguliwa wewe. Unasumbua tundulize, kwa sababu unaogopa kwenda kwa debe na tundulize. Ukikuza Martha Karua, umekuza Kenya wa Kenya wote Heshimu wa Kenya Mwana, na ukiendelea hivyo wenye umetuambia hatu tusiganyaje huko Tanzania, sisi hatuna haja na Tanzania

Uwezi linganisha akili ya Tanzania ni hapa Kenya. Haya, hapa ni Amerika. Kenya, mtu akifika standard 4 ni university material, ukiona standard Nuru Okanga bado naweza kukufundisha kama mwalimu, university. Yes. Sisi si wa Kenya, si Kenya. Si Kenya. Si watu kama Tanzania wa <coughs> si Kenya. Si kama Tanzania waia na sisi wa si Kenya tunajitegemea, yo si lazima wende kule matako ndupate pesa, wewe Diamond, wewe Mama Suluhu Hassan

Hey, hey, hey. Unaweza kujua kwa balikoniwe. hey, hey, hey. Eshimu wa Kenya na Kenya, tuko na watu wasomi international, siyo mambo ya Tanzania hapa ut hey, hey. Anafika graduani anakuja atame hey, eshimu wa Kenya hey, Mr. Speaker, nikimalizia, sisi tunajua na tumekaa tukajua ya kwamba ile politics inaendelea kwa Natembea wameshaona Wetangula ameona danger in western, sauti yake aiko, anataka kunyanyasa Natembea ndio gavana aimbichiwe kutoka Tranzoya. Tunaambia Wetangula don't try, don't try. <laughs> Iyo ukunzimu yako hio. <laughs> <laughs> Wetangula

kaspika na taka, sisi tunatambua mwanaume ambaye anaunganisha watu wa nyumbani ni wetangwina

We Western tuko na shida, yes. Na shida iko Western, watu wawili ndio wameletaotangula hey. Yes.